Naam mtazamaji wa Trend TV, bwana mmoja, kati ya vitu ambavyo vimeibua maswali mengi na kuacha watu wengi sana mdomo wazi ni kuhusiana na posti ambazo ni posti za mwishoni kabisa ambazo ameziweka MC Pilipili kupitia ukurasa wake wa Instagram. E bwana, MC Pilipili mmoja kati ya posti ya mwishoni kabisa ambayo ameiweka e, kabla ya kifo chake ambacho kimetokea Dodoma siku ya tarehe hii e, ilikuwa ni siku ya, siku ya tarehe 16 Novemba mwaka huu 2025, jana majina, majira ya jioni, ambapo kifo chake kimekuja ghafla tu, na kwa mujibu wa habari ambazo zimesambaa mtandaoni kwa haraka haraka, inasemekana kwamba pressure ndiyo sababu ambayo imepelekea MC Pilipili kupoteza maisha Kuhusiana na sababu ambayo imemfanya yeye kushikwa na, hiyo per, na hiyo pressure ghafla kiasi hicho mpaka kupoteza maisha tumeshazungumza katika video zilizopita. Kwa hiyo nadhani kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa channel yetu ya Trend TV. Basi obviously, unaweza ukawa unafahamu nini ambacho kimetokea. Lakini tukirudi kwenye pointi hii hapa ambayo sasa hivi hapa tuko nayo, kwa mujibu wa habari ambazo zinasemekana huko mitandaoni, kutokana na posti ambayo MC Pilipili mwenyewe aliiweka eh, mwishoni mwishoni kabisa kupitia kurasa yake wa Instagram eh, posti hii bwana iweka siku ya jana e, jana hiyo hiyo, kabla ya kifo chake, MC Pilipili aliweka caption kubwa ambayo ni caption ambayo aliiandika then akaipiga screenshot na kuiposti kama picha ikiwa inasomeka kwamba kwa nini mtu anaweza kurogwa? Ameuliza hivyo swali, kwa nini mtu anaweza kurogwa? Ameweka alama ya question mark. Hii ni kutoka moja kwa moja katika peji ya Instagram ya MC Pilipili. Siku ya jana aliposti hivi kabla ya kifo chake, akaweka maelezo mengi sana hapa chini. Nataka nikusomee, alafu we mwenyewe, mtazamaji wetu wa Trend TV, nadhani utaelewa haswa nini hapa MC Pilipili alikuwa anamaanisha au anadokeza, maana huko mtandaoni watu wengi sana wanadai kwamba ni kama vile alikuwa anatabiri kifo chake kwa namna moja au nyingine, au hiki ambacho amekiposti huenda kikawa kina mahusiano na kifo chake kwa mujibu wa ambazo zinasemekana huko mtandaoni. So MC Pilipili baada ya kuandika kwa nini mtu anaweza kurogwa na kuweka emoji ya kuuliza, yote haya hayo aliandika kwa herufi kubwa, alafu hapa chini akaendelea tena kusema kwamba soma hadi mwisho. Sasa ngoja nisome na wewe, na wewe pia e, mtazamaji wetu wa Trend TV uweze kuelewa. MC Pilipili alianza kwa kuandika kwamba anayetaka kukuroga anaweza eh, anaweza uwaga, anaanza ameandika hivyo kwamba anayetaka kukuroga huwa anaanza na kuivunja imani yako, ili avunje kwanza unachokiamini. Unapomwamini Yesu, just focus, usiyumbishwe. Akaendelea MC Pilipili kuandika kwamba ndiyo maana unamuita Yesu ambaye ni Mungu mkuu na nuru halisi, ambaye ambaye hujawahi kukutana naye, ila imani yako inakuponya, sivyo? Ameandika hivyo, and then akaendelea kusema kwamba ili uweze kumroga mtu, lazima ushike imani yake kwanza, na kushika imani yake ni kupumbaza fikra yake ya ushindi. akaendelea MC Pilipili kusema kwamba umewahi kuumwa sana wewe au ndugu yako kila akienda hospitali kupima majibu hana ugonjwa, ili mm. Akaendelea hapa MC Pilipili kusema kwamba ili niweze kukuroga ni sheria niteteleze imani yako, yaani ifikie mahali unaona watu wanakuchukia. Mm, yaani ifikie mahali unaona watu wanakuchukia bila sababu, kwenye kila mahusiano yako hudumu, kila biashara yako unayoifanya inagoma, mipango yako yote inaharibika. Hayo ndio, haya ndio huitwa e, kuchezesha imani yako. Bila kuchezesha imani yako sio rahisi kukuroga au kurogeka. Baada ya kuchezeshwa imani kinachofuata ni wewe kutapatapa na kukosa mwelekeo. Hapa utaanza kwenda kwa maposa kesho eh, kwenda kwa Dr William, Dr Majini na kadhalika. Ukiona umefika steji hiyo hapo upo unatapatapa, ndiyo hiyo steji huitwa wewe umerogeka. Unapopigwa chale ama kuoga unga wa madawa, hiyo sasa unakuwa upo kwenye utumwa wa uchawi au kurogwa. Unadhani ile miti iliyosagwa ikawa unga ina nguvu? Kwani uchawi eh, ina nguvu gani kwa uchawi ililo iliyotupiwa tup? Ameuliza, ameandika hivyo, akaendelea kusema kwamba hapo kwa kuwa unatapatapa hata ukiambiwa kunywa mkojo utakunywa tu, maana huna jinsi na umeshapoteza imani yako. MC Pilipili akaendelea hapa kuandika kwamba utajuaje kama umerogwa. Akataja hapa akaainisha, kwanza kabisa, usiku huna usingizi, hulali tu, muda mwingi ukikaa na simu ndiyo kama faraja kwako, utaangalia movie, kwa... utaangalia movie na kujisahau kidogo, ndio unalala kidogo. Akaendelea MC Pilipili kusema kwamba ukishika pesa, biashara, mali, chochote kile hakidumu kwa muda, na unaweza, na unaweza kuanzisha jambo vizuri kabisa, ila halichukui hata mwaka linaharibika. Lakini pia vile vile, hii ipo kwa wengi na hudhani kwamba ni ugonjwa au just normal. Ameandika hivyo kwamba kuwa na mashaka mashaka na hofu, hii ipo kwa wengi na huwa unadhani kama ni ugonjwa au just normal. Hapa hii ni dalili ya kwanza kabisa ya uchawi ni, kupa, ni kukupa hofu na mashaka ili utekel, ili uteteleke na vile vile, na vile vile kupoteza imani yako ili sasa uanze kutapatapa na ndiyo maana unakosa imani ya moyo, unakosa amani ya moyo wako. Akaendelea kusema kwamba kama wapo watu kadhaa wangependa kujua jinsi gani unaweza kujitoa na uchawi au kurogwa, basi usikose ibada kubwa pale eh, Ngomeni Kimara Temboni, kwa kiboko ya wachawi. Kuhani Musa, Jumapili hii e, ibada ni moja tu. Ataliita jina la Yesu na wewe utakuwa huru. Njoo na imani, ufung, ufungulivu wako ni leo.